Bima bimap urahisi wa maisha mwisho ni plani ya mwaka 2024. Mwisho na Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri tutakumbuka kwamba sisi kama kampuni tuliwasilisha ile plani ya manufaa ya Geita na halmashauri ya wilaya mwezi wa pili, nafikiri zilipelekwa wizarani wizarani walileta mrejesho, kama sikosei, ilikuwa mwezi wa nane wakitaka maelezo zaidi nafikiri manispaa waliwajibu na kibali kilitoka mwezi wa kumi na mbili au kumi na moja mwishoni kama siku sehii sasa ile plani kuitekeleza ndani ya mwezi mmoja ilikuwa sio rahisi kwa hiyo tume ya madini wametuandikia wakiwa wanataka plani ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa hiyo tumekubaliana kama kampuni na hii inawasilisha ni position ya Uh, uongozi wa kampuni kwamba tuta resubmit tena plani ya mwaka jana iwe ndio plani ya mwaka 2025. Sasa ii imejitengenezea kanuni za wapi za kusema hiyo hela ya mwaka jana imepotea. Mwenye kitu unachokisema ni sahihi. Na je, yi, yi, seleka, ni serikali imechelewesha au niii imechelewesha? Mwenye kitu unachokisema hapa mwisho ni sahihi lakini ni sahihi tu pale ambapo wenzetu wange approve ile plani ndani ya muda kama Gilbert kampuni iliwasilisha mwezi Februari. Actually, Februari. Msilete mchezo. Msilete mchezo. Ujia ujia ujia ni mwezi Februari si ndio? Alafu tukakaa kusubiri. Nisikilizeni vizuri, msilete mchezo, msilete mchezo, hakuna biashara ya ujanja kama hiyo. Bilioni tisa za wananchi za mahusiano

Yani, mtengeneza utaratibu wa kwenu na ujue nyinyi, ivigili bahati ndio umetumwa hivi, au Durani ndio wamekuja na utaratibu wake hivi? Durani MD tukimtaka sisi aondoke atabaki hapa tusipo hapa. Nyinyi sisi support yenu kufanya kazi yenu, mbodini, msaidiane kufanya kazi yenu. Hapa wananchi ambao wanasubiria hayo maendeleo, nyinyi mnakaa tu kwenye bodi mnasema halimashauri zimechelewa kuleta mipango kwa approve, hiyo hela tunaifuta. i mtaendee kufanya kazi eno hapami? Nawauliza, mtaendelea kufanya kazi sasa? Toke, mpaka mtuletee fedha ndo mtakaii ofisi. Kama mleti fedha za wananchi wala msije usiri kwangu, taenda tamisemi Mtaenda madini labda a kwa DC lakini sio kwa mkuu wa mkoa. Hata wa mkoa la mekataa tuone, mtakwenda kwenye ofisi gani kupata support? Na la CSR ni la kisheria, na bahati mbaya mimi nimesomea masuala ya sheria za madini na masuala ya rasilimali ya gesi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria yetu ya madini kifungu cha mia moja na tano na kwa mujibu wa kanuni ya CSR ya elfu mbili na ishirini na tatu CSR inapaswa kulipwa kila mwaka wa bajeti, kila mwaka ni kwa mujibu wa sheria. Kwa nataka ni washawishi wajumbe kwamba kwenye mengineyo liwemo la kumpongeza mwenyekiti na kikao hiki kwa kuchukua kwa mujibu wa taratibu na kanuni na sheria kuchukua majukumu yake. Tujipongeze kwa mujibu wa sheria, lakini kwenye mengineo, mwenyekiti, siku na shauri lisiishie hapo kama hivyo ndivyo, na ni takwa la kisheria na alikufanyika, nadhani kikao hiki kielekezi kama arasa au nani, waandikiwe barua ya kucomply kwa sababu kupita mwaka haina maana kwamba shughuli za madini hazikufanyika mwaka, zilifanyika. na si CSR ni kwa mujibu wa kazi zilizofanyika kwa mwaka huo, kwa mahusiano ya jamii ambayo iko karibu na mgodi. kwa nilikuwa nashauri kwamba pengine sasa liende mbali zaidi kwamba waandikiwe kwa comply kwa mjibu wa sheria na kanuni kama ilivyotakiwa. Kwa tua nje ni sawa kwa leo, lakini nadhani compliance, kwa sababu wao wametoka wakijua kwamba hiyo imejifuta, we zimejifuta. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo, kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA hey, kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima, uwezo wa kupata mkopo. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti na bana tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli, au kwa whatsapp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima, bima pap Urahisi wa maisha.